Haya masuala ya khilafu za wanazuoni mara nyingi yametuvuruga mioyo yetu, yameleta athari ambayo si nzuri. Wakati mwingine mtu anakusikiza na vizuri watafuti na faraha, akishajua wewe watofautiana na yeye msimamo fulani, aje tena hataki hata kukusikia. Umezungumza neno moja akakuelewa kwamba wewe una msimamo tofauti na wake, khalas, wewe huna maana tena kwake na ile raha inaondoka, na si masuala ambayo ikhtilafu wa wanazuoni atikana, ibaki kwao wanazuoni wenyewe, wakutane waelezeane kwamba bana, hapa ulichukua msimamo huu na ushahidi huu, hadithi ni vipi, mimi naielewa hivi, wazungumze. Lakini sasa shida iliyopo wanazuoni huzozana kwenye mitandao, na nini kweli natija? Sasa wale wasiosoma sasa wanashabikia yale matusi, wanaojibizana wale watu, faida ya ilmu hamna tena, na si vizuri. Suala la Arafa sidhani kama ni suala lina ugomvi. Tukichukulia mahesabu hii Changamwe, umri kama mzee wetu hapa, amefunga arafa ngapi a arafa nyingi sana siwezi mfundisha leo mimi. Kufunga arafa si mambo ya kweli, kudanganyana. Mzee ana umri miaka themanini, ana miaka sabini, ana mtu ana umri miaka sitini, tangu abalighi amefunga arafa ngapi? Sini nyingi eh? Sasa tutakuja leo tumfundishe arafa yako wafunga vipi? Wakati huo alioisha hakukuwa kwa mashekha ha? walikuwa hawana elimu wote, kwa nini tulete vurugu zaidi? Mimi nimeulizwa siku moja msikiti Nuru pale na mzee mmoja, baada ya darsi, arafa ni lini? Nikaambia wewe, kwani wewe wajua arafa kuliko mimi? Wee ulianza kufunga arafa kabla mi sijazaliwa, kwa hiyo niuliza leo arafa ni lini? Aambia taka tujue. Nikaambia wewe, muulize imamu wa hapa. Mimi ni imamu wa msikiti wangu mwingine, wewe si ratibu wangu, muulize imamu wako, usiniletee ugomvi na imamu wa msikiti hapa. Mimi wewe, mjikbo ana hapa kuna imani wa msikiti, mimi nimekuja kutoa dasha. Kujibu swala la Arafa silamu. Mimi nitamjibu raia wangu kule Arafa, nilii masala naleta ugomvi na ukweli. Kuna wanazuoni ambao wameyajibu haya masala kwa ikhlas. Unajua, ilmu ni amana, unapojibu swali lidhima dhima kwa Mwenyezi Mungu, wale watu ulioeleza wa vipi na ukweli uliuzungumza vipi.